Magereza mengi yamepoteza wafungwa wakati wa machafuko ya mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, na hii ni mara tu baada ya waasi wanaoungwa mkono na M23 kuikamata miji yake mikubwa katika miezi miwili iliyopita. Hali ambayo imesababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Maelfu ya wafungwa katika magereza manne tofauti wamefanikiwa kutoroka baada ya mapigano ya wanamgambo wa M23 na jeshi la DRC yaliyoanza mnamo Januari na kusababisha machafuko mashariki mwa taifa hilo. Unaambiwa kwamba zaidi ya wafungwa 4000 walitoroka kutoka gereza la Munzenze huko Goma usiku wa Januari ya 27 wakati M23 waliingia katika mji huo. Baadaye ilibuka kuwa mamia ya wafungwa wa kike walikuwa mashambuliwa katika mrengo wao na kubakwa na kuchomwa moto wakiwa hai. Visa zaidi vya wafungwa kutoroka vimeripotiwa katika gereza la Bukavu na Kabare, huku tukio la hivi karibuni zaidi kuripotiwa likiwa ni gereza la Kalemi mnamo Februari tarehe kumi na tisa. Wafungwa walikuwa wamehukumiwa kwa makosa tofauti ya uhalifu ikiwemo ubakaji, mauaji, ushiriki katika harakati za ghasia, utapeli na makosa ya agizo la umma. Mchambuzi wa usalama wa msingi wa Bukavu ambaye aliomba kutojulikana alisema kwamba wafungwa waliotoroka wanaweza kujaribu kumaliza alama za waasiriwa wao. Watu wengine ambao wamewekwa kizuizini ni chuki ya kibinadamu dhidi ya wale waliowakamata au kuwatuhumu wanapoweza kutoroka gerezani, huenda wakatafuta kulipiza kisasi, na hii ni hatari, alisema mchambuzi huyo.